Bwana Yesu wasifiwe. Jina langu ni Mchungaji Sinyati Martin Laizer, mchungaji kiongozi usharika wa Arusha Mjini Kanisa Kuu, uh, Diocese sia Kaz, Kazeni kati Kanisa la Kinjili la Kiluteri Tanzania. Tunamshukuru Mungu katika usharika wetu, tunaingia katika majira mengine tena ya kujambeleza Bwana kwa shukurani ya mavuno awamu ya pili. Bwana amekuwa mwema, mwema sana katika usharika wetu, kwa mtu mmoja mmoja. Tangu tulipoanza mwaka, tumeona matendo ya Mungu, tumeona uaminifu wa Mungu, tumeona baraka za Mungu. Bwana ametunyeshea mvua, na kwa kweli mikono yetu imejaa na shukrani mbele za Bwana, na mioyo yetu pia, namna ambavyo kwa neema yake kwa pendo lake kwa huruma zake tumeweza tena kufika mwezi huu wa kumi na sasa katika msharika wetu, mwezi wa kumi na moja ni mwezi wa sikukuu, mwezi wa furaha, mwezi wa shangwe, mwezi ambao kila mtu, kila msharika mmoja mmoja, anaalikwa anakaribishwa kuja mbele za Bwana kumshukuru. Neno la Mungu katika Kumbukumbu la Torati sura ya nane mstari ule wa 17, nasoma na mstari wa 18, anasema hapo: usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Ndugu zangu, kila mtu ana jambo ambalo Mungu amemtendea katika mwaka huu. Ni rahisi sana kusema uh, ni nguvu zangu ni bidii yangu ni juhudi zangu, kwa sababu nafanya kazi kwa bidii ndio maana niko hivi nilivyo. Lakini Mungu anawakumbusha taifa la Israel, kwamba watakapofanikiwa, watakapojenga nyumba nzuri, watakapostawi, watakapoongezeka, kila kitu watakachokuwa nacho kitakapoongezeka anawaonya wasiseme kwamba ni nguvu zao wenyewe zimewapatia nguvu za mafanikio nguvu za kustawi, lakini anawatia moyo wajue kwamba ni kwa mkono wa Bwana, sema utamkumbuka Bwana Mungu wako. Na ni rahisi sana kusahau, mwanadamu amewekewa kitu cha kusahau, ni rahisi kusahau kwamba mali nilizo nazo, uhai niliyo nayo, vipawa nilivyo navyo kila kitu nilicho nacho ni Mungu amenipa. Lakini kama Mungu akikukumbusha kwa njia ya Roho Mtakatifu, ukakumbuka wapi umetoka, wapi uko na sasa. Tunaelekea mwezi wa 11, utakumbuka kama Zaburi ya 24 inavyosema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nami niko hapa kuwakumbusha kila mtu mmoja mmoja, washarika wa Arusha wa mjini na wakristo wote ambao tunaabudu kukumbuka kuja mbele za Bwana tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka huu 2025 225, mbele za Bwana kwa sadaka ya mavuno, sadaka ya shukrani, sadaka ya kubombea Mungu. Tumeona wema wako, tumeona mkono wako, tumeona baraka zako, umetutetea katikati ya dhiki, katikati ya vita, katikati ya majaribu, katikati ya changamoto nyingi sana. Sasa tumeuona mkono wako, na tunakuja mbele zako kwa shukrani. Na hivi tunavyoleta si vya kwetu. Neno la Mungu katika Nyakati wa kwanza sura ile ya 29 mstari wa 14 anasema, vitu vyote vinatoka kwako na katika vitu vyako mwenyewe tunakuja tunakuletea kwao. Hivi tunavyoleta si vya kwetu, tunaleta vitu vya Mungu mwenyewe, ni ishara ya shukrani. Tunategemea nini tukileta sadaka mbele za Bwana? tunategemea nini tukileta shukrani zetu mbele za Bwana. Biblia inasema atowae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Unapoleta sadaka ya shukrani ya mavuno mbele za Bwana, moyo wako unamtukuza Mungu na Mungu anafurahiwa, na Mungu ana tabia kukumbuka sadaka zetu. Nataka nikutie moyo ndugu Mkristo, usharika mwenzangu, unapojiandaa na sadaka ya mavuno, hebu kumbuka Hebu kumbuka kwamba ni neema ya Mungu. Hebu kumbuka kwamba watoto ulionao ni neema ya Mungu. Hebu kumbuka kwamba biashara uliyofanya, umesafiri, umerudi salama, hebu kumbuka kwamba ni neema ya Mungu. Hebu kumbuka kwamba ulipopata ajali Bwana alikunusuru, Bwana alikuokoa, hukuangamia, uliopita kwenye maji mengi, hukuteketea, hukuangamia, hukuzama. Mkono wa Bwana umekushika, hebu kumbuka Kumbuka mafanikio ambayo Mungu amekufanikisha, watoto wamesoma wamefaulu vizuri, wamevuka, wametafuta ajira, wanaajira, watoto wako wanaajira, umelima shamba umevuna. Hebu kumbuka kwamba ni mkono wa Bwana ndio uliokupa neema uliokupa utajiri uliokufanikisha. Usia, usiwe na choyo Usifananishwe na tajiri. Biblia inasema kuna tajiri mmoja katika Luka kumi na mbili kuanzia mstari wa kumi na nne ambaye alipofanikiwa akasema gala zake hana mahali pa kuweka tena, gala zake zimejaa. Biblia inasema akasema, nitazibomoa gala zangu, nitatengeneza gala nyingine kubwa zaidi, halafu nitaiambia nafsi yangu, njoo kula, kunywa, furahi. Akasahau kwamba ah, vitu alivyo navyo ni Mungu amempa. Baada ya kufanikiwa, ndugu yangu, hebu kumbuka. Unakumbuka nini? Unawaza nini? Unafikiri nini? Je, unafikiri umejiandaa mwishoni mwa mwaka kwenda kujipumzisha na familia yako mahali? Je, Dia unajiandaa kwenda likizo mahali? Unajiandaa kwenda kupumzika nje ya nchi au mahali pengine? Jambo zuri sana hilo, lakini nataka nikukumbushe, kabla ya kufanya hivyo vyote vya dunia, fanya kwa ajili ya Bwana kwanza fanya kwa ajili ya madhabahu kwanza, mshukuru Mungu kwanza. Anasema katika Zaburi, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Upi uzima ulionao, ukarumi, ukarimu upi pumzi ulio ulionayo, ukarimu upi neema ulio nayo? Hiyo inatosha kabisa. Mwaka huu wa 2025 washarika wote tuje kwa furaha, tuje kwa shangwe, tuje kwa vigelegele kabisa kumshukuru Mungu kujitoa mbele za Bwana sisi wenyewe, lakini na vile vyote Mungu alivyotupa. Tutakapokuja mbele za Bwana na kujiweka kwenye madhabahu ya Bwana, Bwana ataendelea kutubariki. Na mimi naomba mbele za Mungu katika Roho Mtakatifu, mwezi huu wa kumi, mwezi wa kumi huu ambao tunajiandaa na mavuno. Bwana akubariki. Mwezi wa kumi na moja tunapoanza na kuenda mwezi mzima, Bwana akubariki, Bwana akulinde, Bwana akustawishe, Bwana akukuze, Bwana akuinulie neema, uzidi kustawi na wewe. Utakapofanikiwa, nataka nikuombe usimsahau Bwana Mungu wako ambaye anakupa neema, anakupa utajiri, anakufadhili, anakutunza, anakulinda na baada haya yote utamtukuza Mungu na kumrudishia utukufu ninawakaribisha nyote washarika wote Jumapili ya tarehe sh-tarehe mbili mwezi wa kumi na moja ibada ya kwanza saa kumi na mbili na nusu hadi saa tatu na nusu ibada ya pili itaanza saa nne kamili hadi saa sita na nusu na wakaribisha ninyi nyote. Ibada ya Kiingereza itaanza saa nne kamili hadi saa tano na nusu. Karibuni washirika wote, tuje tumtukuze Mungu tumwabudu Mungu, lakini tumtolee sadaka za shukurani na mioyo ya kumshukuru na kumtukuza, hasa tunapo uhesabu mwaka huu wa 2025 Bwana akubariki.